kindu kimwe tukoona na twetekelana kana kangundo yitu ni yendee nai twasisya kisomo syana situ syiine kanesa we masukulu tutonya kuneno mataneka maundu masio masyoo syana ona twisi undu tukwikana namo na kila kimwengo endo kulia ni kana tuenda kuikalania hivi wande tando makangundo tuite stakeholders tuikale tu sisi ni chao cha tumie kangundo yitu siana itekanesa na tuisizia ni chao tutaona kuika na kindu kini cha ile kwambia right from the nursery schools tu sisi ni chao are they doing it right na tu hivi primary school tu sisi ni chao na tuite kila na kindu kini cha kunengwa silingi ngili ile na ngili tatu sio ukengwa nasio na tuitwika kangundo ni tethetwe ni toalea nitwalea piu twasisya kiharu constituency we mundu ukwitwa dindi nyoro ula ukunengana silingi maana atano siasiana na siana isu si soma na mbesa isu na mm. kindu kiu nundu manenga manengawa mbesa sianene

la kisio kito eee. na saa sya ukuna kula twikata twikuna kula nzeo nikenda tu o tongoi ula wailite